Karibu sana kwenye ujasiriamali siku ya leo, msikilizaji na mjasiriamali ambaye umekuwa ukinifuatilia, karibu sana. Unaweza ukasubscribe kama unapenda ujasiriamali. Mimi binafsi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Kazi yangu kubwa ni kukuletea makala mbalimbali mbali za kujifunza ubunifu wa kuzalisha bidhaa mbalimbali ili tuweze kujiajiri. Jambo uh, la kwanza siku ya leo tunaenda kuona ukataji wa hizi sabuni za Miche, lakini baada ya hapo tutakata vipande. Karibu sana tuna option mbili za kuweza kupata mafunzo. Option ya kwanza kuna darasa online ambalo utanitext kupitia WhatsApp namba hizo ambazo zinaonekana katika dashboard. Eh, lakini pia utapewa utaratibu wote hata utaratibu wa kupata nakala ya kitabu hicho cha ujasiria mali ni ajira. Kwa hiyo karibu sana, ukiona changamoto yoyote, unaweza kanitext WhatsApp nitakujibu kwa wakati husika pia. Sasa msikilizaji, siku ya leo tunaona ukataji wa sabuni hizi za pinki. Kumbuka kwamba unaweza uh, ukatengeneza sabuni na ukaitia nakisho yoyote kwa ajili ya kuleta ladha kwa wale watumiaji. Kumbuka kwamba uh, katika masoko kuna ushindani mkubwa. Kwa hiyo ni vizuri sana unapokuwa unazalisha bidhaa yako ujaribu kuwa mbunifu na kufanya kitu ambacho ni cha tofauti na wengine ambavyo vile wanafanya. Sasa hii sabuni katika video iliyopita nilionyesha utengenezaji kwamba tumetumia mafuta ya mise tukayayusha jikoni. Baada ya kuyayusha jikoni, tukayamimina kwenye chombo cha kukorogea. Baada ya kumimina kwenye chombo cha kukorogea, tukachanganya na caustic solution ambayo tumeipima kwa hydrometer, weka sodium silicate, weka perfume, weka kala. So siku ya leo sasa tuko katika uh, ukataji. Tumekwisha kuikata kwa kutumia mashine yetu ya asili kabisa. Kumbuka hiyo mashine unaweza kaitengeneza hata mwenyewe au ukaomba usaidizi ukapata vipimo, au ukaingia kwenye madarasa yetu ukafundishwa namna ambavyo unaweza ukaitengeneza, au namna ambavyo uh, unaweza uka ukatengeneza na kutumiwa pia. Yote yanawezekana, kwa kikubwa ni kupata ujuzi huu wa kuzalisha uh, sabuni zako. Baada ya kumaliza kukata, hatua nyingine ambayo tunaielekea ni kuweka chapa ya mzalishaji au muhuri wa mtengenezaji au jina la bidhaa. Zingatia sana unapoweka jina la bidhaa, ikiwezekana liwe limesajiliwa, kwa sababu unaweza kufanya kazi ya kupromoti jina lako, alafu mwisho wa siku unakuta kwamba hujisajili, alafu mwenzako akaiona, akakuwahi, akasajili lile jina lako ikiwa kama la soundi vizuri sokoni. Ukiweka muhuri pia bidhaa yako inaleta ladha na inakuwa inatambulika kwamba imetoka kwa nani. Hata mteja anapokuwa amemaliza kutumia ile bidhaa basi anakuwa anaitafuta tena kwa sababu anaifahamu kwa jina. Kwa karibu sana tujifunze pamoja ujasiriamali. Sisi kwetu tunasema ujasiriamali ni zaidi ya ajira. Kwa unapokuwa unapiga muhuri, zingatia sana. Hii hapa ni miche. Zingatia sana, unaweka muhuri kwanza katikati namna hii hapa. Yes, unaweka katikati afu unapiga hapa hapa umemaliza. Unahama tena unapiga hapa. Unapiga, unaweza kupiga katikati mara moja. Unaweza kupiga pembeni na pembeni. Kwa hiyo inategemeana na sabuni yako ni laini kiasi gani au ni ngumu kiasi gani. Kama ni ngumu sana unaweza kupiga mara mbili uh, hata mara tatu pia. Kwa hiyo na sabuni zako baada ya kuzipiga muhuri zinakuwa zina muonekano huu hapo. Unaweza kuona kwamba sabuni zako zinapendeza vizuri kabisa na zinavutia na zina muonekano chanya. Kwa hiyo hata mteja akiona tu pale sokoni zipo uh, ni rahisi sana kushawishika na kuzitumia uh, sabuni zako au Bidhaa zako. Kwa hiyo nawaalika sana kwenye ujasiriamali, karibuni tujifunze pamoja uh, ikiwa una changamoto yoyote ambayo inahusiana na maswali au elimu zaidi, nakala ya kitabu cha ujasiriamali ni ajira ambacho ndani yake nimekuandikia zaidi ya bidhaa ishirini na mbili. Sabuni za magadi zimo ndani, sabuni kama hizi ambazo unazalisha, sabuni za miche, sabuni za vipande, sabuni tiba na sabuni za kuogea zote zimo. Baada ya hapo, hatua nyingine tunaenda kwenye kukata vipande, kwa sababu target yetu kubwa sokoni, tunataka tupeleke sabuni ambayo ni vipande. Kwa hiyo hapa, baada ya kutoa ile miche tunakata vipande kama inavyoonekana katika mashine hii hapa. Yes, tunakata vipande namna hiyo. Ni mashine, msikilizaji, ni mashine nzuri sana. Baada ya kukata vipande vitakuwa vinaonekana katika sura hiyo, na hapa vitakaa angalau masaa 24, then tutakuja kufungasha. Sasa natamani pia video ya kufungasha nitawatengenezea na nitawaletea. Kwa hiyo unaweza ukasubscribe ili usipitwe na chochote hapa cho kinaendelea. Kwa hiyo zikifika hapa zinakaa 24 hours, then tutafungasha na mashine, lakini pia tutafungasha kiasili, ili kwa wale ambao hawana uwezo wa mashine, basi na wao waweze kutengeneza sabuni zao kama kawaida. Karibu sana, ninakualika. Naitwa Mwalimu Almasi, tuna madarasa ambayo yanaendelea kwa ajili ya kwa wale ambao wanatamani kujipika zaidi na kujua zaidi ujasiriamali, kwa karibu sana. Kuna wengine pia wanahitaji nakala za vitabu vya ujasiriamali na ajira, karibu pia, ukinitext WhatsApp, unaweza ukapata msaada kwa haraka zaidi.